Nataka kuwashukuru viongozi wote. Leo ilikuwa ni siku ya furaha, na mimi sikuwa na dukuduku ya kwamba itaenda vingine. Nilikuwa na amini Mungu, naamini viongozi wangu, naamini idara ya usalama, na naamini wa, watu wetu, jamii ya Orma, jamii ya Degodia, ya kwamba leo itakuwa ni siku ya watu kuja pamoja, haitakuwa ni siku ya watu kuachana. Kwa hivyo tumeongelea mengi na tumesema, tumeagree ya kwamba ile pole ambayo ilikuwa imeleta tashwishi kati ya jamii hizi mbili, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tarehe 15 siku ya eh, Jumamosi wataweza kukutana pamoja, wawamalize katika nafasi yao, katika venue ambao wao wenyewe watakuwa wameelewania ya pili, mbuzi ambaye imeweza kuchukuliwa, tumesema kwamba viongozi wa jamii ya Orma, viongozi wa jamii ya Degodia waweze kuwasiliana ili hizo mbuzi ziweze kupatikana. Zile ngamia ambazo hazikuchukuliwa haziku lakini zilikuwa zimetapakaa na zikaachwa bila kuchungwa, imesemekana imepatikana ngamia 17, ngamia 48 bado hazijui mahali ziko. Kwa hivyo tumeelewana e, viongozi wa jamii hizi mbili wataweza kukaa pamoja ili waweze kuleta ngamia hizo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kupitia jitihada yao. Ya mwisho ambayo ni muhimu sana. Tumesema kwamba social media wale ambao wanapost social media, wanaongea kwa social media, ambaye labda hauko hapa, labda uko mahali pengine, ama utakuwa hapa na tena uende kuongea mengine. Tumesema na County security team mesema, it will take notice from now, wale watu ambao wanapost ili kuleta dukuduku na tashwishi kati ya mandugu zao, mandugu hao wawili ambao wameweza kutofautiana, sisi ama mimi kama mbunge wa Bura eh, ambaye nimechaguliwa na jamii zote na ni mbunge wa yule aliyenichagua na yule ambaye hakunichagua, na niko na, na, na imani ya kwamba naangalia mbele watu watazidi kuwa pamoja inshallah. Nawaambia mambo ya Bura Constituency tuachie watu wa Bura Constituency, na kama unakuja kutoka mahali pengine, kuja ukiwa na nia njema kama hawa viongozi ambao wamekuja kutusaidia pamoja, lakini usikuje ukiwa na nia kutofautisha watu, ukiwa na nia ya kuleta shida, hiyo hatuwezi kubali. Ndani ya Bura Constituency tuko na wodi tano kuanzia ya herimani Chewele, Sala Madogo na Bangal, hiyo ni wodi tano ya Bura Constituency. Tunasema amani idumu, amani idumu, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Asanteni sana, ni lengo kubwa ilikuwa sisi viongozi wa Tana River ni kulete amani, ambayo tumekuwa na changamoto kwa kwa muda ya mwezi moja, na huu changamoto ya kutokuwa na usalama imetokana kwa sababu ya malisho chakula, ambayo imekuwa hapa kule wananji wanasosana kwa mambo ya resources, lakini viongozi wakaona ni vyema au wjamii wameishi kwa muda mwingi tukae pamoja. Leo tumeongea kwa undani na tumekata kwa kauli moja kama County security team, viongozi wa hapa Tanariva, wajumbe senators pamoja na uh, MCs wa hapa pamoja na viongozi na tumekata kauli kwa vitu vitatu: moja tutaweka amani, la pili mifuko ambayo ilikuwa imepotea imechukuliwa itarejeshwa hivi karibuni. Wazee wamesema tutaketi chini, ngamia ambaye ziko kule kichakani pamoja na mbusi ambayo ilichukuliwa hivi juzi, hivi karibuni itarudishwa. Na la tatu na muhimu kabisa, wataweka mkakati kama jamii ya kuleta amani systems, yani ile committee ya elders wataiboresha sana, ili amani katika Christmas wakati wa uchaguzi hata kule mbele idumu. Leo tumekaa kikao Burra constitution kwa lengo moja, lengo ya kudumisha amani. Karibu miezi mbili iliyopita, kulikuwa na kutoelewana, kuto katika familia ya Degodia na Orma. Kuna kifo ilitokea, kuna gamia ilipotea kuna mbuzi imechaguliwa, mbuzi watu walibeba yote. Tumekaa chini, tumeongea mabana na marefu na familia, wamekubali ya kwamba ya orma mbuzi watairudisha, inshallah. Ya pili, gamia naye, tutafanya sisi na wao kutafuta igamia na kuwarudisha wenyewe. Ya pili Tulisikizana kikao tukae Jumamosi hii ambayo inakuja, tukae Burra, tuchukuane soben, ile kijana tuliwa ya Orma, sisi Degodia tulete soben kwa Jumamosi, na ile mzee yetu juzi aliwawa ya Degodia. Na Orma waliwa wao wenyewe na watalete soben hapo, kuanzia hapo sasa. Amani idumu from from from today, from today, from Leo, wazia leo, nongelea familia Degodia, wadumisha amani, na walikuwa wanadumisha amani. Tafadhalini mahali popote mlipo, tunataka kudumisha amani. Yale yametendeka yametendeka, haitarudi tusonge mbele. Mimi kwa majina naitwa Hussein Abdibare ni mbunge aliyechaguliwa kutoka uh, eneo bunge la Tarbaj constituency uko Wajir County. Mimi leo kwa mwaliko wa mbunge wa hapa ya Mheshimiwa Yakub Ado, nikiungana na wabunge wengine wa kutoka Wajir, kama kiongozi wa hii nchi, nimekuja kumpa yeye support na kusikiza uh, hii process ya kufanya jamii mbili ambao wamepata kukosana waweze kusikizana, na nina furaha ya kwamba mkondo huu mkutano ulichukua na kikomo ambayo tumeifikia, nimefurahi sana na nafurahi namna viongozi wa kutoka sehemu tofauti tofauti wa kutoka Wajir, wa hapa na pia vitengo vya usalama, namna wamechukulia mkutano, wameweza kuleta bila hasama watu ambao walikuwa na shaka shaka. Nimefurahi sana ile mtindo na moyo viongozi wamechukua, na tumefikia kikomo kwamba jamii watakaa Saturday ambayo inayokuja, na waweze kumaliza yale machache ambayo yamebaki na waombea muweze kuendelea namna hiyo, na mkae pamoja, hamwezi kuachana hapa. Ni Kenya, kila mtu aweze ishi kwa amani na muweze kuheshimu kila mtu, na sisi pia kama viongozi, tutawaombea tutawaombea. Na mimi najua viongozi wa kutoka hapa kama mheshimiwa Ali wa leo, mheshimiwa Yakub na wengine, hata sisi tukipata shida huwa tunawaalika. Kwa hivyo si mageni wa, wa bunge ama viongozi kutoka kwingine kuja mahali kwingine kiongozi yuko waweze kumsaidia. Kwa hivyo, mimi nasema asanteni sana, na nyinyi kama raia wa hapa Tana River na Kenya nzima tukae kwa amani. Tuna hii nchi peke yake, hatuna nchi ingine. Kulikuwa na msuzuo kidogo hapa na pale na tafuru kidogo, ambao watu jamii mbili wamekosana, na leo hii hiyo tumemaliza, tumekubaliana ya kwamba ile mifugo ambayo ilipotea ile ambayo meshukula na watu itarudishwa na wale ambao wame uh, kuva unga urehemu iyo, uh, mambo ya dia ambao ile sheria ya Kiislamu itapita itapitiwa na hiyo mambo itaisha. Pia ya, ta, ya, ya tatu tunasema ya kwamba wazee ya jamii ya Degodia na Oromo na wale watu ambao wanaishi pamoja nataka waishi pamoja, wako ndugu, wako mmoja, waislamu wote na tunasema mafumilane na sababu moja kuleta, kuleta amani ambao itadumu misho. Nitakusema kwamba nitakushukuru uh, county commissioner na timu yake walifanya kazi amani leo, na tunatumaini ya kwamba watamaliza hiyo maneno ya ambao mifugo mbao, hili, bado hajipatikana. Na jamii pia wamekubali kwamba hiyo mifugo mbuzi na ngamia italetwa moja Namshukuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia fursa hii ya kutujumuisha na tukatoka kwa hii kikao na amani. Watu wanashangaa kwa nini Orma na Degodia wanakosana. Hawa ni watu wanaishi pamoja, wataishi pamoja, wanapendana, wataoana, watapigana na wakipigana tutasuluhisha alhamdulillah. Hii ni kitu wa kawaida kwa binadamu yoyote, si ajabu. Ugomvi imetokea, sisi wazee tumekuja vijana wetu wamekuja, akina mama wamekuja, wazee upande yote mbili wamekuja, na alhamdulillah tumeafikiana, tumeapa, sisi tunachukua amani. Ile mifugo iko nje, wazee wanafuata, insha Allah itarudishwa. Watu waliokufa tumekaa kikao, sabeni itafungwa na haki yao italipwa, insha Allah tutaelewana. Kwa hivyo sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu, viongozi yote, Mheshimiwa Yaqub, viongozi wote wa bunge ambao wametoka wajia seneta, tunawashukuru kuja kutusaidia katika hii mambo ya amani.